Ndugu zangu nimeshuka nikaonyeshwa, mko hapa mnanisubiri, sikutegemea, lakini haya ni mapenzi makubwa, mapenzi makubwa sana, na mimi nashukuru, nawashukuru sana ndugu zangu wa Arusha na Kilimanjaro kwa imani kubwa mlionipa leo hapa nashukuru kidogo, lakini nitapanga ziara maalumu ya kuja kushukuru leo. <laughs> Napita na kazi kidogo na jeshi letu kesho, kwa hiyo nimepita tu tusalimiane, lakini nawashukuru sana, nawashukuru sana. <laughs> Nawashukuru viongozi wote wa serikali, wa kimila, machifu wenzangu, viongozi wa dini, nawashukuru sana sana sana kwa kuweka mikoa yetu miwili hii salama. usalimini Usalama upo, kazi zinaendelea, utalii unaendelea, mambo yetu yote yanaendelea. Niwaombe sana, ndugu zangu, amani pekee ndiyo tumaini letu, amani pekee ndiyo tumaini letu, uhai wetu ni amani yetu, maisha yetu ni amani yetu mapenzi yetu, kushikana kwetu, umoja wetu. Sasa niwaombe sana sana tusitoe fursa ya kuharibu amani. Kwa wale wazazi wazangu, wenzangu, tuzungumze na watoto wetu Natamu, walele na tano a lililopita, vijana wengi hawakujua wanalofanya, walipata tu mkumbo. Kwa hiyo tuzungumze na watoto wetu, haya mambo si ya kujaribiwa kwenye nchi si ya kujaribiwa sana, inchi, wote, kwe sasa. Kwa hiyo niwaombe sana wazazi wenzangu, ndugu wananchi wote tuendelee kwa amani kwenye maeneo yetu. Sasa, kama leo na napita tu nakwenda jeshini Monduli, kesho tuna shughuli kidogo, alafu nitapanga kuja kutoa shukrani rasmi, lakini nawashukuru sana e, na heshima ndio ni pale kwa mno